Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Said Mwambungu ameuhakikishia umma wa Tanzania hususan mikoa inayokabiliwa na upungufu wa chakula kuwa hifadhi ya chakula mkoani humo inatosha kuwasaidia wananchi waliokumbwa na uhaba wa chakula hivi sasa katika mikoa mingine. Mwambungu ametoa kauli hiyo baada ya kutembelea hifadhi ya chakula na kuomba afanye biashara waliopewa vibali vya kusambaza chakula yakiwemo mahindi waanzie katika hifadhi ya Songea ili kupata nafasi ya kuweka mahindi yanayoanza kuvunwa katika msimu mpya. Taarifa zaidi na Hamza Mashole. Hii ndiyo hali halisi ya shehena ya chakula ambayo imefurika katika hifadhi ya chakula hapa Songea, huku msimu wa mavuno huenda ukabisha hodi hivi karibuni na mahindi mapya yatakosa mahali pa kuyatunza. Hili ndilo lililomfanya mkuu wa mkoa wa Ruvuma Saidi Mwambungu afanye ziara mahala hapa ili mvua zitakazoanza kunyesha zisiweze kuwa chanzo cha uharibifu wa mahindi ambayo yamehifadhiwa nje. Wito kwa wale waliopewa vibali kutoka mikoa mbalimbali ambayo ina upungufu mkubwa wa chakula, waje wachukue mizigo hii ili tusaidie kutengeneza space kuruhusu hifadhi ya maana zaidi na kunusuru mahindi haya dhidi ya mvua nzito ambazo tunazitarajia kuja. Hatuna eneo la, la hifadhi ya mahindi haya haya yanayozungumzwa. Mahindi yote tuliyenunua mwaka huu na tunaendelea kununua bado yako vijijini na hayajaletwa, na kwa bahati mbaya sana, sasa mvua kama mnavyoona, zina matatizo makubwa sana. Kwa upande wake meneja wa wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula kanda ya Songea Moga ni Mweipyana amesema hadi sasa wamefanikiwa kuuza tani elfu saba mia sita hamsini na tisa kwenda katika mikoa ambayo ina upungufu wa chakula, ila lengo ni kuuza tani elfu arobaini na sita mia tatu ili nafasi ipatikane ya kuhifadhi mahindi mapya ambayo yananunuliwa hivi karibuni. Kiasi ambacho kimeuzwa ni tani elfu saba mia sita hamsini na tisa na kiasi ambacho wameshasafirisha ni tani elfu tatu mia moja hamsini na nane. Bado wanaendea kusafirisha tani elfu nne mia tano, lakini waliopewa vibali ni wengi sana, ila bado hawajatokea. Kwa hiyo tunaendelea kuwapokea kwa sababu lengo ni kuuza tani 1046 Katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Saidi Mwambungu ametoa honyo kwa wafanyabiashara ambao wanajihusisha na wizi wa kuibia wakulima katika masuala ya pembejeo. Serikali kama kawaida yake imeleta vocha nyingi na tumezigawa katika wilaya zote za mkoa wetu wa Ruvuma, kwa hiyo na onyo ambalo ningependa niseme moja, kuwaonya wafanyabiashara ambao wana tabia ya kuwarubuni wakulima, anakuja. Tumetoa vocha kwa ajili ya mbegu bora, vocha kwa ajili ya e, mbolea ya kupandia na vocha kwa ajili ya mbolea ya kukuzia. Nikiripoti kutoka Songea mkoani Ruvuma, mimi ni Hamza Mashole wa TBC.